Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana moja kati ya vitu ambavyo leo vime headline huko mitandaoni bwana, ni huyu binti anaitwa Gachi. Huyu Gachi bwana, ni mwanadada ambaye amepata umaarufu, yani amepata fame kwa sababu ya kwamba inasemekana kwamba ukimwangalia kwa haraka haraka, amefanana sana na bibie Zuchu. Sasa watu wengi sana wamekuwa wakimfananisha na Zuchu kutokana na mwonekano, umbile, skin tone yake na vitu vingine umeona no, nikabinti fulani hivi kwa cute kama the way ambavyo Zuchu alivyo, lakini sasa at the end of the day ni kwamba kuna hii posti ya Mama Dangote ambayo ameiposti si, ameiposti jana jioni, na hii ni posti ya Mama Dangote akiwa ametulia zake, anaonekana kama vile amekula nne, akiwa anapata zake maziwa pembeni, na ilikuwa ni unaelewa kwamba ni iftari, alikuwa kama vile anafuturu, kwa sababu sasa hivi bado Waislamu wengine walikuwa nafunga sita lakini kuna huyu mrembo gachi ambaye yeye pia ni muimbaji hapa Tanzania ambaye ndo huyo ambaye nimesema kwamba anafanana sana na bibi Zuchu amekuja aka comment maua, yani akaja akacomment makopa kopa matatu, na hii ndio comment pekee ambayo Mama Dangote ameijibu. Unaona, Mama Dangote naye pia amemjibu huyu gachi, akaweka pale emoji ya makopa vile vile. Sasa bwana, hii wabongo kama kawaida, wazee wa kuspeculate wameshaanza anza kuspeculate vitu tofauti tofauti, wakiwa nadai kwamba eh, Mama Dangote kujibu comment ya gachi kuweka makopa kopa watu wameona kama vile labda Mama Dangote anataka huyu gacha sainiwe WCB. Wengine wanasema labda Mama Dangote anatamani huyu ndo angekuwa mkwewe na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimetrend sana huko mitandaoni. Katika posti ambazo zimetrend, hii hapa bwana ni moja wapo. So unavyohisi wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuambie, unahisi kwamba the way ambavyo watu wanavyohisi huko mitandaoni kama inavyosemekana, unahisi kwamba ni kweli au la? Weka maoni yako katika comment section, tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.